Ani sawa. Sawa. Ah, leo so, uh, si ule Nuru, ule eh, leo ilikuwa na ile siku rafiki rafiki yangu mimi yule yule Nuru oh. Eh, alipo sasa, nipo hapa hapa. Unajua, unajua hakuna yako ushamleta. Mm. So mm. Nataka okay. Ah so, so, yeah. Shida salama. So, bye. Bye bye. <laughs> Jamani! karibu No. As-salamu alaykum. Karibu ndani boma yako ama ni ndani ndani? Ah, ujaacha vituko na wewe, karibu mpenzi, karibu kwangu, boma yako kweli wewe. Ndo kwangu no. Na ah, kawaida tu. Hebu bwana ukae utulie kwanza upumzike bana karibu kae mpenzi he he. Ah hebu ah, nakumisi. Hebu sikae chini bwana msomali kaa hapa utulie niambie na kitu mbona anatetemeka namnai jamani waria wani aibisha bwana nini unajua huku kwetu hakuna boma kama hizi. M, sinajua. Huko nyinyi ndio mna pesa. Hapa nimenunua hizi ah, yeah. zinauzwa kuanzia 11.5 milioni hapa tu Chuda, sinakuelekeza karibu na mobiriani hapa mpenzi, nimenunua lakini sasa siusikilize, waria, hapa kunaitwa Jamel residence hapa yeah. pia wako nalipa mdogo mdogo. mimi sijatoa, yeah, eti sijatoa eti 11.5 milioni. Nasikia bresha no, mabande juu na hiyo baridi. Unajua hii boma ni kubwa sana. Nakwambia nikiuza ile ngamia ofisini. Ofisini kule wafanya malipo 30%, waje hapa waishi, wapaliza deni lako boma ni ni oge oge, ni yende bedroom ni. Kama hii ni kiti tu, waachi vitu kwa Msomali, basi twende. Ala huyo, wariya, mimi nakuambia hapa natulia. Hii TV na hii kiti. Mimi ndio nataka bedroom kwanza. Sasa, unataka bedroom kwanza ama unataka uka oge kwanza? Lazima mimi ni oge, lafu ni ingia bedroom. Si mtu anaingia bedroom ndo aelekee hiyo kiti. Twende na hii jiko. Iihivi vitu tini sana jamani! <laughs> ja, ja, mimi anataka pia mimi unipeleke huko ofisi yao sasa. Waria, hapa ndo utapumzika. Hii ni toilet yako. Uta refresh hapo, alafu utakuja huko Rasul. mtu anawasha namna hii na

Uye tuishi. Kana niambia. Wezi wezihiyo mimi nipigia nani ya, uh, bo, baba yangu simu okay. naambia babangu tafadhali, zile ngamia yetu 50 yenye tumewekelea hapo tunauza kama 10 20 tunaleta hapa, tunamwambia kwanza, ile tu analipa mdogo mdogo kwa kwa walipata na deni 24. Kwanza ngamia yetu mbili ziko na mimba, inajifungua kila siku basi, kwa tumeuza ngamia ngapi, for example Mingi sana. Mimi nataka hii boma pia bale hapo kwa wewe, si ana faidi sana hii boma yote. Mimi nakwambia wewe, endelea kufanya hicho kitu ambacho ninakwambia, alafu utakuja wewe eh. Hapa ni ni ni ni ni president mwenyewe anakaa na nyumba hii bana bale. Hivi ndo hivi, ni watoto yako eh? Hapa ni kwa Abdul, hapa ni kwa kwa Hamad, ili ni watoto yako. Wala watoto si wana wanaishi vizuri, wanalala smart hata kuliko watoto ya president yetu. Smart sana. Yeah. Hala, anaekelea laptop. Eh alafu kuna balkoni yao huku watoto wangu pia. Wanatoka toka hata mimi ukinitandikia huko nyuma naweza lala. Na hata hiyo bedroom huko nyuma naweza lala. Ukitandikia <laughs> mimi tu hapa napata ile bahari, bahari sinajua iko tu hapo karibu na bahari. Anapiga, yeah, piga mimi namna hiyo. Allah, ya Aisha yabaamanako yote ni yako kweli wewe. Hapo we. Ni pangu waria na hata wewe unanitazama hapo sahii Unaweza kuwa na nyumba nzuri kama hii. Kama unavyoona nyumba yetu ni nzuri, imetulia, haina mambo mengi. Na Jumamosi hii ya tarehe sita tutakuwa na launching hapa, tunakuja kuangalia hii nyumba, kutakuwa na show house na wanajimbo wote tutakuwa hapa jamani, Ijumamosi mje hapa kwa wingi, huje uangalie, you never know, uweza penda hii nyumba. Na pia kutakuwa na punguzo la laki tano kwa yule atakayenunua hiyo Jumamosi. Jamani, karibuni sana, Jamail Residence, karibuni sana. Iko tu hapa karibu na wapi, Chuda alafu karibu na Amo Biriani eh, watu wakupenda kukula biriani.